Ni kaburi la mwanaume anayefahamika kwa jina la Victor Masi aliyekuwa na ulemavu wa ngozi, likiwa limefukuliwa na watu wasiojulikana na mifupa ya mguu wake mmoja kuchukuliwa, ikiwa ni zaidi ya miaka 15 imepita tangu mwanaume huyo azikwe kwenye eneo la makazi yake yaliyopo katika kata ya Kindi, wilaya ya Moshi, mkoani Kilimanjaro. Mashuhuda wa tukio hilo wameshtushwa na kitendo hicho na kuomba vyombo vya usalama mkoani humo kufanya uchunguzi upesi na wahusika wa tukio hilo wakamatwe ili kukomesha matukio ya namna hiyo. Hii ni Gadi TV. Jina langu ni Aisa Msuya. Jirani wa eneo hili haswa mbali na kuwa kiongozi wa serikali. Ilikuwa e, ni usiku wa kuamkia jana. Kweli walinzi wakiwa ni mbwa kwangu walipiga kilili sana kwa jirani, ambaye jirani ndiye hapa tulipo sasa hivi kwenye tukio. Basi mimi nilishindwa kweli, ikabidi mimi, kikawaida, wali mbwa ni walinzi, nikatoka nikawa tu nimetoa mwanga wa tochi, lakini ile hali sasa ya mbwa ikatulia, kama kukawa shwari, yaani baada ya hapo nilijiridhisha tu, nikawa nimerudi ndani, nikaendelea tu kutafuta usingizi. Lakini hali ile ilirudia, kelele ya mbwa ilikuwa mingi, lakini kwa uchovu ambao nilikuwa nimekaa, kwa sababu ile shughuli mimi mpaka kuamka ilikuwa kama saa tano saa tano lakini kurudi tena mbwa walibweka mpaka mida ya kwenye saa nane saa nane hapo nikaona kama me wale walikuwa karibu au mtu alikuwa karibu au kile chochote kilichokuwa karibu kimeondoka na mbwa akaamefukuzia, baadaye mbwa akarudi. Basi sasa kesho yake ndio kuja kuona mambo yaliyotokea, kama vile kaburi kuwa limechimbwa. Hili kaburi ni la bwana mmoja aitwa Victor Victor. Victor Agosti Mas e, ni mtoto wa mzee Agosti, yani mzee mwenye boma hili hapa eneo hili hapa e, ndio ndio alifariki miaka kama kumi na saba karibia ishirini lakini iliyopita, ndio alizikwa maeneo ya makaburi kama unavyoona. Ili eneo hapa ni la makaburi, kuna kaburi zaidi ya tano hapa nafikiri, nafikiri eh, alikuwa ni kijana mkubwa, lakini alikuwa na tatizo ili wanasema ulemavu wa ngozi eh, ndio alikuwa na ulemavu wa ngozi, na baadaye akawa alikuja kufariki akiwa kijana tuseme basi ndio akawa amezikwa kwenye kaburi hili hapa ambalo unaona kwamba limechimbwa. Wito wangu ni kwamba ni kukemea vitendo kama hivi na hata kitendo kama hiki kilichofanyika hapa, basi watakao kuwa wamekisikia kama wana uwezo wao wa kukifuatilia kwa uchunguzi, ili kisikaendelea, kwa sababu kitaendelea hapa, watu wakiwa sasa wako kwenye makaburi, huenda wataisha makaburi yataisha, kwa sababu utaambia labda ukishafukua mara moja uwezi kurudia tena kiungo. Sasa makaburi yakiisha, yenye matatizo ya watu walio na matatizo kama haya, sasa watatafuta, wataingia huko watatafuta wale watu sasa, watu ambao ni watu wazima au ni watu walio hai. Naomba tu serikali tuifuatilie tu, ili kwa sababu sio jambo, sio jambo lizuri, kwa sababu imenipa uchungu mara mbili. Uchungu ulishawahi kupita, sasa hivi tena wamekuja kufanya hivi. Kwa hiyo ananikumbusha mbali sana, kama tulivyomzika kaka kipindi hicho, baada ya kufanya ma, mahojiano ma na mimi pale. Kilichoendelea pale mm. kulikuwa maamuzi ya ya yaya ya, ya nini kiendelee baada ya eh, mzazi kufika ambaye alikuwa anaishi Singida, anafanya mambo yake ya biashara Singida huko. Sasa kwa bahati nzuri alifika juzi kuamkia jana mm. asubuhi yani, jana sasa mm. E, walifanya taratibu wao za kiukoo au za kimila yao mm. E, walivyofanya ni kimila, tuseme wakaa waka wametimiza mambo fulani, wakarudishia na lile shimo pale. Labda walibaini nini katika hilo kaburi hasa. E, walibaini wale jamaa waliondoka na mguu. E, walifanikiwa kupata mguu pale mfupa pale mm. na hiyo imekuja kudhibitishwa kwa sababu sisi hatu hatukudhibitisha kwa sababu mm. walioingia pale ni wale wa wachimbaji. mm. Alafu sasa mtu mwingine ambaye anatakiwa kuingia labda aliyemzika mtu mm. kwenye mamlaka mm. na, na marehemu kwa sababu ndio walimlea wakamuguza hospitali wakamchukua marehemu wao wakaja, mm. wakamzika. mm. E, sasa ame, amefukuliwa, kwa hiyo inatakiwa waangalie kweli amefukuliwa Hmm. Lakini kwa ushuhuda baba mtu hmm. E, alishuhudia alitoa alishu, ushuhuda kwamba hmm. walifanikiwa kuondoka na kipande cha mguu pale.